Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, nadhani siku ya jana tulikuletea update kuhusiana na kile ambacho kilionekana huko mitandaoni kwa kijana ambaye anafahamika kwa jina la Mark Voice. Huyu ni msanii ambaye alikuwa amesainiwa katika record label ya Vivan Boy ambayo inafahamika kwa jina la Next Level Music. Sasa basi, Mark Voice baada ya kusainiwa katika record label hiyo ya Next Level bwana, tunafahamu kwamba alitoa nyimbo kadhaa ambazo zilifanya vizuri kama vile mama mwenye nyumba na nyingine kibao. Sasa basi, baada ya hizo ngoma kutoka tukaona kijana huyu akawa yuko kimya, kitu ambacho kikaja kikawa fanya watu wengi sana, akawa anajifikiria kwamba imekuwaje kwa, kuhusu Mac Voice na watu wengi sana akawa anajiuliza kwamba what is going on, project mpya ni lini eh, kuna nini kinaendelea? Rayvanny ameshindwa kumpushi huyu kijana? Record label imekufa, amefukuzwa au nini hasa kinachoendelea katika career ya huyu Mac Voice? Na mara ya mwisho kama nilivyosema siku ya jana kwamba huyu Mac Voice alionekana akiwa katika ile show ya Baba Levo ya comedy ambapo mule aliperform, then baada ya kuperform pale hatujamwona tena akiperform sehemu nyingine yoyote hatujamuona hatujamuona akifanya interview kwenye red carpet yeyote, hatujamuona Mac Voice katika tukio lolote lile wala kutoa nyimbo yoyote. Akaja akaonekana siku ya jana katika hizi show za chakatuchaka za mikoani kwenye kumbi ambazo zimeonekana kama vile kumbi fulani hivi very local, na ni kitu ambacho kikaibua concern ya watu wengi sana. Sasa basi kila mtu sasa hivi anataka kufahamu kwamba nini ambacho kinaendelea katika karia ya huyu kijana na kati yake yeye na Rayvanny ambaye ndio bosi aliyemsaini katika record label hiyo ya Next Level Music hivyo basi, moja kwa moja habari ambazo tumezipata zinazosemekana huko mitandaoni ni kwamba huyu kijana bwana hayuko katika good terms na Rayvanny. Unaambiwa kwamba huyu Mac Voice bwana, kuna vitu havijakaa sawa kati yake yeye na bosi wa record, wa record label hiyo ya Next Level Music, ambapo ime tumefuatilia mpaka katika page ile ya Next Level Music hatujakuta posti yeyote ambayo inamuhusu Mac Voice kwa muda kama miezi mitatu au minne iliyopita. Siku ya jana tulikuwa tunapekua hapa ofisini, tuone je, ile page ya Next Level Music yenye followers milioni, ikiwa kama ndo page ya record label. Tunafahamu kwamba katika record label hii kuna wasanii wawili, yani Rayvanny na huyu Mac Voice, lakini tumekagua ile label, ile page, hatujakuta post yoyote ile kumhusu Mac Voice kwa muda wa miezi mitatu nyuma, toa mbaka hapo ikawa imeshaanza kuibua walakini. Lakini ukichanganana hilo pia tukaangalia, je Rayvanny amemfollow Mac Voice hajamfollow? Umeona. Kwa hiyo na Mac Voice naye pia the same, eh, ukienda kwenye page ya Mac Voice yeye amemfollow Rayvanny na Rayvanny amefollow takriban watu elfu moja mia nane na moja lakini Mac Voice hayupo, umeona bwana. So ni kitu ambacho watu wengi sana wameanza kuona kwamba, okay, kama YouTube na Instagram zote zimeshikiliwa na Rayvanny na huyu Mac Voice hajaposti chochote kwenye page zake na pia Rayvanny haja mfolo, inamaanisha nini? Unaambiwa kwamba bwana, wanazusha kwamba kuna page hapo, amekuja wameandika kwamba bwana, inasemekana kuna maneno ambayo yanazushwa huko mitandaoni kwamba amemblock Rayvanny, amemblock ame, eh? Yani, MacVoice amemblock, amemblock Rayvanny, wakati ni kitu ambacho sio sawa. Dogo yuko mtaani, hata hana anachokifanya peji zake zote zipo chini ya bosi wake Rayvanny, naambia kwamba MacVoice amepokonywa. Hizo ni fununu, kwamba inasemekana kwamba huyu MacVoice amepokonywa peji zake na Rayvanny, umeona bwana eh? Lakini pia vile vile, hiyo ndo maana umekuta hata katika kurasa wa MacVoice amemblock Rayvanny, na Rayvanny naye pia hajamfollow MacVoice. So tunalifuatilia ile swala bado, maana mambo ni mengi sana, lakini ndo hivyo. Kwenye kurasa za